Hujamfikia mwananchi mmoja mmoja nyumbani, lakini ukifika kwenye huduma za afya wananchi watanufaika. Haya ni maelekezo tumepewa, lakini pia mwenyekiti ni kwamba zamani tumetatua migogoro mingi kwa namna ifuatayo: mradi unaenda kutekelezwa eneo fulani, lakini kwa sababu fulani fulani mkandarasi anashusha vifaa kwenye eneo ambalo haliko eneo la mradi, nguzo zinakwenda eneo la kitongoji ambacho hakiko kwenye mradi tunaanza kuwaambia wananchi kuwatamanisha wananchi kwamba mradi unakuja, lakini kumbe hawapati, siku zinavyohamishwa kupelekwa kitongoji husika mm. tunatengeneza migogoro. Kwa hiyo vifaa vya ujenzi vishushwe eneo la mradi, tusiwakorofishe wananchi. Hilo tumeelekezwa kwamba tuwaambie, ili kuepusha migogoro. Lakini vilevile, Mheshimiwa Mwenyekiti, migogoro ya kukata mazao ya watu au kuto kukubaliana na watu kupitisha miundombinu kwenye maeneo yao, hiyo nayo haivumiliki. Ni jukumu la mkandarasi tukisaid, tukimsaidia sisi kuhakikisha kwamba huwezi kukata zao la mtu, ikibidi mpaka iwe ridhaa yake. Kwa viongozi wa, wenye viti wa vijiji na vitongoji washirikishwe ipasavyo pamoja na wananchi wao kuridhia kupitisha miundombinu kwa ajili ya maendeleo ya kiuchumi mahali watakapokuwa, mheshimiwa mwenyekiti. Mwisho kabisa ni kwamba tunaamini kwamba umeme ukifikia wananchi katika vitongoji hivi vilivyopo kwenye mradi mkoa wa Njombe utainua uchumi wa mwananchi mmoja mmoja, utainua uchumi wa vitongoji husika, utainua uchumi wa mkoa wa Njombe, lakini utainua uchumi wa taifa. Baada ya kuyasema hayo, naomba kuwasilisha. Asante sana. Karibu yote umepita, na nilikuwa nafuatilia pia hotuba ya mkurugenzi wa REA wakati wa usainishaji wa mikataba hii. Hayo ambayo umeyasema, ndio hayo pia alikuwa ameyazungumza, lakini kwa niaba ya mkuu wa mkoa, naomba na mimi niseme yale ambayo aliyaagiza. Kama ambavyo nimesema, eh, alinipigia simu jana na akasisitiza tumweleze mkandarasi, kwa sababu pia alikuwa angependa sana awepo yeye na waheshimiwa wabunge, lakini kwa vile waheshimiwa wabunge wako kwenye, kwenye seshen ya bunge Mheshimiwa mkuu wa mkoa alielekeza tuwaeleze yafuatayo machache, lakini ndio yale yale ambayo umeyazungumza. E, moja, kwa mkandarasi, mheshimiwa mkuu wa mkoa au mkoa wetu wa Njombe umesisitiza ume, ume, ume, ume, ume sana kwamba unategemea kuona matokeo yaani, baada ya e, kusainishwa kwa mkataba kukabidhiwa kwetu kwa mkoa tunaomba utekelezaji wa miradi hii sasa tuone matokeo, kwa sababu wananchi wana hamu sana na, na utekelezaji wa miradi kama ambavyo eh, nia njema ya mheshimiwa rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan kupeleka kuleta mwanga kwa wananchi. Kwa hiyo mkuu wa mkoa amesisitiza sana kwamba miradi hii ilete matokeo, hilo la kwanza. Lakini la pili mheshimiwa mkuu wa mkoa amesisitiza sana kwamba E, mkandarasi uwe na mpango kazi na ikiwezekana mpango kazi huu uwasilishwe katika ngazi ya mkoa, kwa maana ofisi ya mkuu wa mkoa lakini pia ofisi za wakuu wa wilaya. Huu e, mpango kazi au ratiba ya utekelezaji e, action plan anaomba wakati una, unaanza utekelezaji. Nimeambiwa hapa kwamba ni, ni, ni utekelezaji wa miaka mitatu, na nashukuru sana REA wamesisistiza kwamba hakutakuwa na nyongeza. Kwa hiyo tunatarajia vitongoji mia mbili kumi na nane ifikapo tarehe thelathini Januari ishirini ishirini na tisa vyote vina mwanga. Kwa hiyo mkuu wa mkoa amesisistiza sana kwamba anaomba huu mpango kazi, hilo la pili. Lakini la tatu eh, anaomba pia au ameagiza kwamba ofisi yake ya mkoa na ofisi za wakuu wa wilaya zipate utekelezaji wa mradi kila robo. Kwa hiyo kila robo mwaka ama kila baada ya miezi mitatu anaomba apate progress report na hii wasilishwe kwenye ofisi ya mkuu wa mkoa na ofisi za wakuu wa wilaya. Uh, lakini pia lingine li ameomba na ameagiza na hili pia lilizungumzwa na mkurugenzi wa REA kwamba basi e, mwape fursa, wazawa, fursa za kazi kule ambako kama ambavyo amezungumza kiongozi kwamba kutakuwa na magenge kila jimbo. Basi mboa uh, fursa hizo za hayo magenge ni vyema zaidi zikajumuisha zika, zika, wazawa. Hii itasaidia sana pia kuleta sense of ownership ya miradi. Haya ni maeneo ambayo E, mkuu wa mkoa amesisitiza, lakini muhimu pia na pia lilizungumzwa na mkurugenzi wa REA. Ameagiza pia kwamba tunapoenda, tunapotoka mkoani, tunafahamu kwamba mnaenda kwa wakuu wa wilaya kujitambulisha, lakini mfate ngazi zote za uongozi katika, wa serikali kwa maana mkitoka kwa mkuu wa wilaya mfike kwenye, kwenye uongozi wa kata mfike kwenye uongozi wa kijiji na hatimaye kitongoji. Hii itasaidia sana pia wale viongozi na wenyewe kujua kile kinachoendelea. Haitapendeza sana ukitoka wilayani ukaenda moja kwa moja kwenye kitongoji, na ndio hilo ambalo limezungumzwa, muda mwingine mnashusha vifaa kwenye, kwenye kitongoji ambacho hakina mradi alafu baadaye kunaleta migogoro. Kwa hiyo hilo limesisitizwa. Haya mambo matano niliyoyasema, mkandarasi, naomba uyazingatie, na Mheshimiwa mkuu wa mkoa ameagiza kwamba atalifuatilia hili, kama ambavyo nimesema ameomba namba za simu kwenye, kwenye visitors book. Kwa hiyo atalifuatilia na nafahamu kwamba yeye ana vyombo vingi, atawasiliana wakuu wa wilaya, atawasiliana wakurugenzi, atawasiliana na ngazi zile zingine zilizoko kule chini kuweza kupata feedback. Kwa hiyo hayo ya mkandarasi nafikiri mmeyazingatia, lakini pia uh, kama sisi kama mkoa pia tume tuna wajibu pia, kama ambavyo nimesema kiongozi, kuna wajibu wa mkandarasi, lakini pia wananchi nao wana wajibu. Kwa hiyo tunaomba tusitize kupitia uh, hafla hii. Kwa wananchi wetu wa mkoa wa Njombe hii ni fursa nzuri eh, vijiji 218 vinaenda kuwashua umeme. Kwa hiyo tunaomba na tunawasi wananchi na jamii ya Wananjombe kwenye majimbo yote na wilaya zote kutoa ushirikiano wa kutosha kwa kwa mkandarasi, kwa sababu pamoja na kwamba mkandarasi tumempa majukumu mengi, lakini asipopata ushirikiano wa jamii au wananchi, na na yeye atapata wakati mgumu kutekeleza, na kwa hiyo tunaomba wananchi watoe ushirikiano wa kutosha na kujiepusha sana na vitendo vya uhujumu wizi, eh, udokozi uharibifu, e, wa miundombinu. Hili halitakubalika. Kwa hiyo sisi kama mkoa tutalisimamia kumpa ushirikiano mkandarasi ili atekeleze wajibu wake, lakini wananchi na jamii kwa ujumla, wazazi wawaelekeze wa, wa, wa, wa, vijana wawe wa sehemu ya ulinzi wa E, mali na vifaa vya mkandarasi ili mkandarasi aweze kutekeleza wajibu wake. Kama ambavyo tumesema, hautakuwa na nyongeza. Kwa hiyo mkandarasi sija akaja na visingizio kwamba kila nikiweka vifaa vinaibiwa. Kwa hiyo hili ni wajibu wa jamii na sisi tutaendelea kuhamasisha kwenye vikao vyetu, na bahati nzuri, wiki ijayo tuna kikao cha, cha, cha, eh, kamati ya, ya ya, ya, mashauriano ya mkoa tunaita RCC, kitakuwa na waheshimiwa wabunge na viongozi wote wa mkoa, na hili tutalisisitiza ili watu waende kule hakuna fidia kwa hiyo wananchi wasilete changamoto zinazo ambazo zitasababisha pengine kuchelewesha mradi. Kama ambavyo Mheshimiwa Rais ameweka kiwango hicho ama REA ameweka kiwango cha shilingi saba cha connection ni kiasi kidogo. Eh, na wananchi nao wana wajibu wao. Kwa hiyo pale ambapo mradi tutahitaji pengine ku kupitisha kwenye mazao kama ambavyo tumesema, viongozi wa vijiji washiriki, basi mwananchi na yeye aweze kufanikisha hilo, ile mkandarasi aweze kutekeleza wajibu wake, kusiwepo na vikwazo eh. Tunaamini kabisa upatikanaji wa huduma hii ya umeme itachochea shughuli za kijamii na za kiuchumi kwenye maeneo yetu. Tunajua kabisa kutakuwa na viwanda baada ya mradi kukamilika na umeme kuwashwa, basi shughuli za uzalishaji za, za, za, za, za, za, za zitachangamka zita, kwa maana kwamba eh, viwanda eh, sisi Njombe uchumi wetu mkubwa sana ni, ni mbao ni miti. Kwa hiyo kuna viwanda karakana za uchanaji wa mbao zitafunguliwa. Tunafahamu eh, utunzaji wa vyakula na vinywaji baridi uta, uta, uta, uta, utakuwa umechochewa, lakini pia kuna karakana za uchomeleaji uchoma, vyuma Eh, kuna shughuli za saluni, kuna shughuli za mziki, kwa hiyo tunaamini kabisa ni fursa nzuri na italeta ajira kwa vijana wetu. Kwa hiyo uh, kwa ufupi ni hayo, naomba niahidi tu kama mkoa sisi tutoa ushirikiano mkubwa kwa mkandarasi, na pale ambapo mkandarasi utapata changamoto yoyote, tunaomba usisite kuwasiliana na ofisi ya mkoa. Eh, tusi, usije ukawa una, una kikwazo eh, kwenye eneo la utekelezaji alafu nagugumia unawasiana REA makao makuu. Sisi mkoa tupo kukusaidia kuhakikisha unatekeleza wajibu wako ndani ya miaka mitatu. Vijiji mia mbili kumi na nane vyenye fedha bilioni ishirini na tano iliyomwagwa Njombe, inawaka ili sasa tuweze kuangalia hatua zinazofuata. Baada ya kusema hayo, nashukuru sana na sisi tuko tayari kufanya kazi na mkandarasi. Obazeni, okay. Uh, wote asante. Uh, naitwa Zamir kwa upande wa Kandarasi Central Electricals. Um, taongea tu kwa ufupi. Kwanza tunashukuru sana tumekaribishwa hapa Njombe. Uh, tunashukuru kwa muda wako, mheshimiwa. Um, kwa tumepata nafasi sasa hivi kujitambulia kwa hiyo mradi. Tunashukuru sana kwamba tumepata hiyo mradi hapa Njombe na tumeaminiwa kumaliza hiyo kazi um, <coughs> kwa ufupi tunataka tuseme kwamba tutahakikisha kwamba hiyo mradi iishe ndani ya muda ambayo ilipewa kwenye mkataba, itaisha kwa usalama with zero harm na iishe kwenye quality ambayo inahitajika kwa watu wa REA, wa TANESCO na kwa kampuni yetu. Um, kwa upande wa sasa tu tulipofikia, tunataka ndani ya hizi wiki mbili tumalize kwa upande wa mobilization na kuanza kwa upande wa survey so that tunaweza kuhakikisha hizi vitongoji vyote mia mbili kumi na nane ziko wapi na tujue kwamba scope yote itakuwa namna gani. Kwa upande wa materials tumeshamaliza kuplace order ya asilimia thelathini hadi arobaini so that muda ikifika kuleta material zisiwe na dilei yoyote. So tayari tumeanza kujitayarisha, tumekuja na timu yetu yote ambayo watakuwa, <coughs> watakuwepo hapa, na tunataka tuhakikishe kwamba vitongoji vyote vipate umeme kwa muda. Asanteni sana. <coughs> Sawa, yamezungumzwa mengi lakini moja wapo ambalo wengi wanatamani kulijua ni mm -hmm, kuhusu ajira za wale wananchi wanaozunguka eneo la mradi. Ndio, unawahakikishia vipi wananchi ambao wanazunguka ile eneo la mradi kwamba watapata fursa pia ya kuweza kufanya shughuli katika mradi huu, so kwa watu ambao watapata ajira katika hiyo mradi, si ndio? Yeah. So kwa hizi mradi zetu za, za REA obviously. Kuna, kuna mahitaji ya nguvu nyingi kwa ajili ya ku, kumaliza hiyo mradi. So sisi tutahakikisha kwamba kwa hizi vijiji vyote tukishapita pita, tutaangalia uh, tutaongea tuta, tuta na watu wa vijiji kujua kwamba kuna nani na nani ambaye wana uzoefu ya kufanya kazi na sisi. So tunataka tuhakikishe kwamba tutaongea nao kwa kila sehemu ambayo tunapoenda, na kujua uwezo la watu ambao wapo kuhakikisha kwamba wale watapata priority ya kwanza kwenye kuingia kwenye mradi kabla ya watu wengine labda wa nje.